Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi kuelekea sikukuu ya Pasaka ametoa maelekezo ya usalama kwa wananchi waishio wa mkoa wa Dodoma ikiwemo wazazi kuzingatia uangalizi kwa watoto na kutoa angalizo kwa maafisa wa usafirishaji wa mkoa wa Dodoma kuzingatia sheria za barabarani kwa manufaa yao pamoja na vyombo ili kuepusha athari zitokanazo barabarani. Hayo amesemwa jijini Dodoma akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya polisi makao makuu jijini Dodoma. Lekea sikukuu hizi zinazokuja za Pasaka, hii wiki ya Pasaka jeshi la polisi tumejipanga, tumeimarisha doria, doria ya magari, doria ya miguu maeneo mbalimbali, kwenye mitaa, kwenye barabara kuu, kuhakikisha kwamba tunadhibiti uhalifu wa aina yoyote usitokee, bila kusahau ajali. Eh, kwa upande wa waendesha vyombo vya moto eh, tunawataka wazingatie sheria za usalama barabarani, wasiendeshe kwa mwendo kasi wakiwa wamerewa. Kwa hayo yote wakikiuka, tutachukua hatua stahiki. Kuna wengine ambao vijana waendesha pikipiki au bodaboda kufanya fujo eh, mitaani, wanaendesha kwa kugurudumu moja au bajaji magurudumu mawili. Sasa hii inaleta taharuki na, eh, na fujo zina katika jamii matokeo yake yanaweza kusababisha ajali, na wakati mwingine anatumia basti kutoa milipuko kwenye pikipiki piki zao. Sasa hii hatutairuhusu kwa sababu sherehe, kusherekea lazima tusherekee, lakini tusherekee kwa mipaka isiye, kwamba sherehe kusherekea kuna vuruga au kuna hatarisha au kuna vunja amani ya watu wengine. Kila mtu ana uhuru, lakini lazima tuangalie na uhuru wa watu wengine. Kwa hiyo unapoomba kwamba uwe na uhuru wa kusherekea uzingatie na watu wengine usiathiri uhuru wa watu wengine au haki za watu wengine. Kwa hiyo kwa hilo tutakuwa wakali sana, atakuwa na, na, na, na muhari kwamba ni fulani ni huyu hapana. Tutahakikisha kwamba sheria za nchi zote zinazingatiwa, lakini niwaombe bado niwatake watu waendelee wananchi kuendelea kuchukua tahadhari, e, wanapokuwa kwenye maeneo kwenda kwenye nyumba za ibada waache watu ambao walikuwa ni waangalizi wafunge, wakisha wamefunga eh, nyumba zao eh, warudi muda ambao ni mzuri, na wanapokuwa kwenye maeneo ya parking vestile, wasiache vitu vya thamani kwenye magari yao, kwa sababu kuna maana watu wengi wanaacha vitu vya thamani, fedha nyingi kwenye magari, alafu wanaendelea na starehe, kirudi na kuta zimeshachukuliwa. Kwa hiyo wasiache vitu vya thamani, iwe laptop, fedha nyingi kwenye magari yao eh, wajieni, njia nzuri ni kuhakikisha kwamba fedha wanakuwa nazo au wanatumia wanazihifadhi kwa namna moja nyingine, ambazo lakini wasiwaache vitu vitu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye magari. Kwa kwa tunaelekea kipindi cha sikukuu za Pasaka ndani ya mwaka huu, kama sisi bodaboda kama viongozi wa bodaboda mkoa wa Dodoma tutahakikisha swala zima la kusherehekea sikukuu ya Pasaka, tutatembelea vijue kabla, kabla ya sikukuu, tutatembelea vijue lakini pia tutatoa ushirikiano na jeshi la polisi tupita katika vijue mbalimbali, lakini wale bodaboda wanaopiga makelele barabarani na siku za siku za sikukuu, sheria kali itakuwa juu yao sababu utakuwa unavunja sheria na kusababisha mkoa wetu wa Dodoma kuwa usipate amani kwa siku ya sikukuu. Kwanza kabisa na mwahidi RPC kama kiongozi kwamba hili tutashirikiana kwa pamoja, kwa sababu hawa watu wanaovunja sheria barabarani wakati mwingine hawajisajili kwenye vituo ambavyo sisi tunakuwepo kama viongozi, kwa sababu ya kufuata misingi yao binafsi. Kwa maana kuna watu wanaendesha pikipiki hawana vituo, wanaitwa popo popoao hawana vituo vya aina yoyote, wao kazi yao ni kuzurura tu mahali popote. Kwa hiyo unakuta amempakia abiria, mwisho wa siku abiria anapoteza vitu vyake, anapoteza mizigo bila kutambua kwamba huyu mtu atampata katika mazingira gani, kwa sababu kwenye vituo vyetu sisi asilimia kubwa wote tunatambuana, kwa maana wanaoendesha bajaji pamoja na wanaoendesha pikipiki piki, wote tunajuana. Kwa hiyo kupitia hili la mheshimiwa RPC, sisi kama viongozi tutalifanyia kazi, kwa sababu ametupa ushirikiano kuanzia maaskari walezi na watu wengine. Kwa hiyo hili tutalikomesha na ninatamani Dodoma iwe mfano na mikoa mingine ije ijifunze kwetu. Sambamba na hayo, Kamanda Katabazi amesisitiza wananchi kutowaficha wahalifu na kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa na kuwafichua wahalifu Kabla ya uhalifu haujatokea. Kwa taarifa zaidi, endelea kutufuatilia kulike share na kusubscribe chaneli yetu ya Washindi Media kwa taarifa zaidi.